Jana ni tofauti na leo. Leo wamezidi kuongezeka zaidi, tunaamini hata kesho, wakati tunahitimisha, watakuwa wengi zaidi, lakini mpongeze mbunge wetu wa jimbo la Tanga kwa namna ambavyo ameendelea kwa sababu uongozi e, wote tunafahamu mbunge hana fedha kwamba anazo atahudumia watu, lakini e, lobby e, na ile social interaction, namna ya kwenda kutafuta fursa na kuzileta katika eneo lake. Kwa hiyo mimi nimpongeze ni na nimshukuru kwa hiki ambacho amekifanya ni sehemu ya kuisaidia serikali yetu na hasa serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo imewekeza kwa kiwango kikubwa sana katika sekta mtambuka zinazohusu jamii ikiwemo miundombinu ikiwemo afya, elimu, maji na nishati ya umeme. Ni sekta ambazo mheshimiwa rais katika serikali yake ya awamu ya sita amezipa kipaumbele kikubwa sana, na hapa Tanga sote ni mashahidi, huwezi kutembea kata moja kwenda kata nyingine hujakutana na kituo cha afya ama hujakutana na zahanati. Lakini kwa muda mrefu atukua na hospitali ya wilaya, this time tuna hospitali yetu ya wilaya ya Tanga, hospitali ya Masiwani. Lakini hospitali yetu ya Bombo imeendelea kuboreshwa na kuimarishwa kila fedha zinapopatikana. Huduma nyingi sasa hivi zimeboreshwa na zinapatikana katika hospitali yetu ya rufaa ya Bombo. Kwa hiyo, yote hii ni kazi nzuri ya uwekezaji wa serikali ya Mwea sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi tunaendelea kumpongeza tunaendelea kuhakikisha kwamba maono yake kama mkuu wa nchi, sisi wasaidizi wake tunakwenda kuyatafsiri kwa vitendo kwa kushirikiana na taasisi zingine na sekta binafsi. Wananchi mia nane wamefanikiwa kupata miwani, zaidi ya wananchi mia nane, na pia zaidi ya wananchi mia sita wamefanikiwa pia kupata matibabu ya, ya dawa na yote hii inaonyesha wazi kwamba mwitikio wa wananchi wa mkoa huu wa Tanga ni mwitikio mkubwa. Wameitikia wito wa Mheshimiwa mbunge wao ambao ndio hasa ametualika tufike katika maeneo haya na vilevile na pia uh, hali ya wa, wa, wa, wananchi waliokuja katika eneo hili wanatupa ushirikiano wa kutosha na kuwezesha madaktari wetu waweze kuwahudumia vile ipasavyo na vilevile nawaasa wananchi pia waache kutumia miwani ambayo sio za kwao ambazo hawajaandikiwa baada ya kufanyia uchunguzi na madaktari. Kwa hiyo wasione tu amekuta miwani ya ndugu yake akaona ni fashion. Miwani ni dawa, anapewa kwa ajili ya matibabu ya macho ambayo amekutwa na saizi. Na mimi niwaahidi watu wa Tanga, kama mbunge, wajibu wangu ni kutafuta fursa nmbomo mazuri kwa ajili ya wananchi wetu wa wilaya ya Tanga. Kwa hiyo nitaendelea kutafuta wadau na kushawishi wadau mbalimbali kwa ajili ya kuleta huduma mbalimbali, sio tu za macho, lakini na huduma nyingine katika sekta ya elimu, sekta ya, ya miundombinu, lakini kubwa nadhani kwenye afya ndio tumejikita sana. Hii ni mara ya pili kama mbunge nimeweza kushawishi wadau wetu wa Bilali Muslim Mission of Tanzania kuja Tanga na mmesikia wenyewe wakisema Ha, mara nyingi hawarudi mara mbili katika wilaya, lakini Tanga ndani ya miaka mitano wamerudi mara mbili. Kwa hiyo tunawashukuru sana, lakini niwashukuru madaktari pia, Dkt. Huseni na timu yake wamefanya kazi kubwa na nzuri. Na watu kama tulivyosikia jana tu, watu elfu moja mia nne wamehudumiwa katika kambi hii. Watu 84 wamepelekwa Bombo kufanyiwa upasuaji wa macho, na tumepata shuhuda nyenye ni mashahidi. Kuna mama ambaye alikuwa haoni tangu mwaka elfu mbili na tano. Leo ameona, ameona kwamba nimevaa nguo ya pinki na nina mtandio mweupe. Kwa hiyo alhamdulillah, tunashukuru sana Bilali Muslim Mission wamefanya ibada, lakini pia wameunga mkono jitihada za Raisi Samia za kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Kama tunasema kwamba nina shida ya macho, mtu wa kawaida anaenda duka la dawa, naomba hiyo dawa ya matone, anatumia dawa dawa ya matone zote ni ya dawa ya macho, lakini huwezi kujua we una shida gani paka utumie dawa gani? dawa zote za macho aina zaidi ya ishirini ni ya matone, utatumiaje nini dawa sahihi kwa ajili ya shida yangu? So mimi nashauri, ukipata shida lazima uende kwa kuonana na daktari wa macho kwanza kabla hujachukua dawa yote pharmacy, kwa sababu ukitumia dawa hovyohovyo italeta madhara na unaweza kuwa kipofu kwa ajili ya hiyo dawa uliyonunua kwa ajili ya elfu mbili tu. Cha pili matibabu ya macho sio miwani tu jinsi tulivyosema kama mtu ana shida ya miwani atapewa miwani, ndo matibabu yake. So kama mtu ana shida ya miwani ataandikiwa miwani, atumie miwani aliyeandikwa na daktari, sio mnaenda mtaani kununua hiyo miwani ya elfu mbili kwa hevi, ndo itakuumiza macho kabla hujapima miwani. Cha tatu, kama mtu ana shida ya macho anaweza kupa upa ushauri tu binafsi ya daktari angeshapona au kama mtu ana shida ya upasuaji atafanyiwa upasuaji. Sio lazima mtu anahitaji upasuaji, analinganiza kwamba lazima nipate miwani. So mimi naushauri kwamba kama mna shida ya macho, lazima uje kwanza kituo cha afya au hospitali, uonane na daktari wa macho, ndo utapewa majibu kwamba unahitaji kutumia dawa miwani au upasuaji au ushauri na saa pia inafaa kwa ajili ya matibabu. Usisahau kusubscribe YouTube chaneli yetu MP Online TV.